Na tukisalia katika masuala ya elimu ni kwamba mamia ya wanafunzi kwenye shule ya msingi ya Imumba kaunti ya Kitui wanasoma katika mazingira duni, huku wengine wakisomea chini ya miti. Katika shule hiyo ya msingi na sekondari msingi, wanafunzi wanakosa mahitaji ya msingi huku wakisoma kwa hofu ya usalama, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Susan Duda. Jumapili adhuhuri, jua linachoma utosini Tunakaribishwa na mandhari haya katika shule ya msingi ya Imumba eneo la Zombe kaunti ya Kitui. Kwa umbali unaweza kudhani ni mahame, lakini unapokaribia unapata ni madarasa. Madarasa haya yanatumika na wanafunzi wa gredi ya kwanza, ya pili, tatu na nne, huku wanafunzi wengine wakisomea chini ya miti. Hili ni darasa la gredi ya kwanza katika shule ya msingi ya Imumba katika kaunti ya Kitui. Wanafunzi wa darasa hili wanaketi chini katika mazingira haya wanapomsikiza mwalimu akisomesha. Ni asubuhi na mapema siku ya Jumatatu, wanafunzi wanakimbia shuleni kukata kiu ya masomo. Mmoja baada ya mwingine, wanafunzi wanaingia shuleni wakati wa masomo, wengine wanaingia katika majengo haya yaliyoharibika. Ona nini, shule yetu haina mandarasa ya kutosha. Wenye, wenye watoto huwa wanasomea wengine, huwa wanasomea kwa miti, wengine wanasomea mandarasa yenye yamebomoka bomoka. Sasa tuko na shida mingi <tinyo> shule hii ina idadi ya wanafunzi mia tatu sabini na watano na wazazi wanasema walimu walioajiriwa na tume ya kuajiri walimu ya TSC ni wanne na hawatoshi. Na walimu wale tuko nao hapa ni walimu nane na watano ni zizi wazazi tunawalipa. Masaibu ya wanafunzi hawa hayaishi hapa, watoto wanapika hapa saa moja hivi kwa sababu wanaogopa nini, watu wanalisha ngamia ndio kona shita Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Kitui anasema serikali kuu imetimiza jukumu lake la kujenga darasa la gredi ya tisa na miundo misingi mingine inafaa kufanywa na hazina ya ustawishaji maeneo bunge CDF na wazazi. Ni kweli pia kuna infrastructure challenge pale. Tunatumianga partners, upande hiyo Ministry ilifanya kiasi ile ilikuwa inaweza, tumeregista shule na hata wanapata capitation ya junior secondary. Matumaini ya wanafunzi hawa kupata elimu bora kwa sasa yanasalia mikononi mwa juhudi za wazazi, hazina ya ustawishaji maendeleo ya maeneo bunge na Wizara ya Elimu. Susan Dunda, Runinga ya Citizen.